Mpira huu ambao umeona hapa Yanga haendi kokote. Anaishia group stage. Kama timu ndogo kama hii, Silver Strikers ukiangalia kune, kuna ramani wa mpira wa Afrika. Haipo popote. Yanga ni timu kubwa kwa Silver United. Yaani uichukua on paper Silver United na Yanga Afrika. Ni mingu na ardhi. Yaani si hawa Silver United ni kama Sinza Star tu wa pale Sinza. Leo wanakuja kutoa pumzi hivi. Maana yake leo hawa Silver United wangepata bao moja tu ilikuwa kilio kwa Yanga. Wongo. Principal Maleo Dube pamoja na, na masharti ya mganga kunyoa kipara, lakini nafasi nne za wazi amekosa. Yanga wana striker? Umeona mpaka mashabiki wao apiga kelele kule, yani nafasi open open chance clear chance yeye. Yeah, na goalkeeper Prince Dube anapiga out anapiga off mpaka mwalimu wa mamako kumtoa. Maana yake Yanga eh, kuna eneo la ushambuliaji, washambuliaji ni butu. Ukimtegemea Prince Dube hawezi kuvusha group stage ya CAF Champions League, uende hapo finali, pakome pedo zuzwa Leo amecheza vizuri ila kuna wakati pumzi ilikata. Dakika ya 73 akawa naomba kutoka kama uliiona. Akawa sichemea. Kwa kombe amecheza maeneo mawili kiufundi. Amecheza wingi wa kushoto manake timu nzima ilikuwa mtegemea Pacome Zua kudrive kama driver force. Manake kama kucheesha timu, Pacome Zua alikuwa akishika mpira, ndio naona Yanga anafanyaje inacheza. Lakini mpira ukiwa hauko miguuni kwa Pacome Zua, unaiona kabisa Yanga imekabwa, imezidiwa. Na ndio maana walikuwa na walikua na box ya Silver Striker, lakini lakini hawafanyi ile final finishing ambayo ni nzuri ya kupata magoli zaidi. Ingekuwa ni timu nyingine kubwa zaidi ya Silver Striker. Kwa mfano ingekuwa National ahari, au Mamelodi au Esperance de Tunis au Pyramids ambao Yanga watnao leo, ungenisikia ingewezekana ma, matokeo mengine hapa, kwa sababu umeona namna ambavyo Silver Striker pamoja na wadogo ambao wanao wamejitahidi kuzuia Yanga wasicheze mpira wao, watu watarajia leo watapata bao tano mpaka bao sita, lakini umeona bao tano zimekosekana, principal Dube yeye na kipa anakosa magoli. Maana yake bado Yanga wakosiki, wana kazi ya kufanya kimataifa, bado sio wazuri. Leo me, wamefuzu kwenda kimataifa ila hawana furaha. Waulize mashabiki wengi wa Yanga hapa, wamefuzu kwenda kwenda kwenda kwenye group stage ila hawana furaha. Kwa nini? Yanga imecheza vibaya, haina mpira wa kufutia kwa sasa hivi. Ukiangalia e, aliyefunga goli ni beki Dickson Jobu, aliyefunga goli la pili ni e, winga Pakome Peduzi, ambaye amecheza vizuri, ingawa dakika sabini moto ulikata pumzi, ilikata maana yake inahitaji watu zaidi ya hawa ambao waweze kuivusha kwenye group stage. Dr. Mo hapo hapo, Mohamed Hussein Shabalala amecheza group stage akiwa na Simba na leo tena amecheza group stage, ameingia group stage akiwa na Yanga dakika tisini na kihistoria akihistoria kwake, nazungumzia kiwango chake Shabalala. Mimi rafiki yangu ni msikaji wangu sana, ni jamaa yangu, na mimi leo nimekuja kumtizama Shabalala, e, pamoja na nimekuja kama mdau wa soka lakini nimekuja kumtazama Shabalala leo. Shabalala ameandika rekodi nyingine ya kuvunja rekodi kwa mchezaji mmoja wa wachezaji ambao wamecheza group stage nyingi. Hii ni rekodi, amefuzu kwenye group stage ya mara ya saba katika maisha yake. Ni jambo la kumpigia makofi, lakini kwa mara ya kwanza akiwa na Costa Yanga, juzi kuna, kuna msemo ulizuka wa yeye yeah, amekuwa ni man of the bench. Leo kwa mara ya kwanza baada ya dakika 90 amecheza kwa kwa dakika zote 90. Maana leo ameaminiwa na sasa ni kwa sababu ya uwezo wake na experience kwenye mashindano haya, lakini pia kuna hatua kama hizi, Shabalala amekuwa ni mtu ambaye ana uzoefu. Umeona uko mambo alionao, kuna kutulia, kuanzisha mashambulizi, kuna kukaba, ni tofauti na wachezaji wengine ambao wangepata nafasi zaidi yake o mimi Chabarani ni mshikaji wangu, kila la heri huko Simba. Bado ni kama, ni kama. Kwa sababu goli tatu ni nyingi sana. Yes, Simba hajafuzu. Sisi kokote tunatamani kukutana na Yanga kwa sababu kwa mpira huu Yanga hana mpira wa kutisha mtu. Mwezi ujao mwezi wa kumi na moja kama sio mwezi wa kumi na mbili tunakutana na Yanga kwenye mechi ya ligi kuu na leo nimekuja kumwona nione uzaifu wake na ubora wake uko wapi. Kwa hiyo sisi tunakwenda kufuzu kesho, pamoja na kwamba wamefuzu kwenda kwenye group stage, lakini wameondoka hawana furaha kwa sababu mpira umeocheza ni waku hawa chini. Silver United ni timu ndogo angalieni, ingieni Google mtafute wapi kwenye ramani ya mpira wa Afrika Silver Strikers iko wapi. Hawa Yanga wameshinda timu ndogo, wametoa timu ndogo kwa kuingiza watu bure. Yes. Yeye ni watu ambao mnafuatilia mpira. Ndio. Si mara ya kwanza timu kubwa kupigwa na timu ndogo. Pengine labda mchezo wa leo jinsi uliweka katika mizania yako na e, magoli mengi pekee ama tumetokea ni sehemu um, ya mchezo pia. Ah, mimi nilikuwa natarajia y Yanga laweza kafungwa au akashinda vyovyote kwa sababu ste shi, nao ni, ni timu bora. Leo kiangalia mwalimu Mabeda Patrick Mabeda amekuja na approach nzuri ya kumzuia Uchizi Vunga asicheze mpira ambao alicheza mechi ya kwanza. Ukimwangalia Uchizi, Uchizi Vunga, eneo alocheza la kiungo hakuwa na athari kubwa, kwa sababu ndio mtu ambaye klabu ya Yanga wamemfanyia homework kubwa, kumzuia asicheze mpira ambao ameuzoea, ili kuifanya eneo la kiungo kuwa hai kwa upande wao. Ndio maana eneo ambako anahudumu eh, Mudasiru ya haya Duke, Duke Abuya ilikuwa bora sana kwa eneo la kiungo leo, ingawa second half walidominate wali mchezo kuna eneo la kiungo pamoja na eneo la defense defense huko iko relax, ni vile tu uwezo binafsi wa Pacome Zouzoua pamoja na Dickson Job ndio umeamua mechi leo hasa, wacha ukiangalia Yanga kama imecheza kitia, Pacome mekashinda leo. Yako kesho ndio tumuone. Eh, Pacome mzee kama ka, ka, ka, dube. Hamna kitu anjani. Leo hamna kitu. Hapana, hapana. Pacome ametupia leo. Eh? Ametupia jobu. Aue na eh? Ah, wapineanilifumba ma macho kwa sababu niliona mawenge nipagawa. Amna mpira, kusema za ukweli leo Yanga yeah. mpira mbovu, performance ya kikosi Yanga haijakuridhisha haya kabisa kabisa. Tuache uone, lakini twache wona kwa mchezo wa butu butu. Hapana, sawa na na kuelekea Yana. kesho kesho, sisi naombea ushindi Tanzania, tuingize timu nne makundi basi, kama narombani yeye, sisi wazalendo, wazalendo <laughs> <laughs> ah, nafiki sana ameshinda, ameshinda. Sisi wazalendo mwandishi mechi zao, sisi tukiingia wanatupiga. Yeye leo kaingia tu pale.